Bwana, e, kinachoendelea kwa sasa hivi kwenye timu ya taifa ya Nigeria ni kama kumekuwa na ushindani, kila mtu anataka kuwa top scorer ama mfungaji bora. Ninasema hivyo kwa nini? Tulitazama jana ugomvi wa Victor Osimhen pamoja na Lukman. Osimhen alimfata, alimfuata Lukman, ni kama alimind fulani hivi, baada ya Lukman kumnyima ile pasi ambayo pia Lukman hiyo pasi aliipoteza Osimen, ye inaonekana ni kama aliamini, uh, Lukman hakutaka afunge hattrick, maana tayari Osimen alikuwa ameshafunga magoli mawili. Na tukiangalia magoli wanalingana kwenye AFCON ya msimu huu, Lukman ana magoli matatu, lakini pia kwa upande wa Osimen naye ana magoli matatu. Lakini Lukman yanaongoza kwa sababu ya goal contribution, ana magoli matatu na assist nne, kwa hiyo goal contribution ya upande wa Lukman ni magoli saba wakati huo kwa Osimhen ni magoli matatu. Sasa maswali yamekuwa ni mengi, mjadala amekuwa ni mengi baada ya ile fight, watu wa kemile pengine labda kuna ushindani, nani awe mfungaji bora ama awe mchezaji bora wa timu ya taifa ya Nigeria. Lakini baada ya mechi Lukman dhidi ya waandishi wa habari alisema kwamba yeye na Osimen hawana tatizo lolote, yaani Osimen kwake ni brother tu na atabaki kuwa brother yake. Tuambie mwanamichezo, kwa kuitazama Afcon ya msimu wa 2025, kwako wewe ni Afcon ya namna gani? imekuwa ni Afcon ya kitofauti kivipi?